Ilinishtua kujua kwamba sio jambo ambalo lilikuwa kosa lisilo na hatia kutoka kwenye nchi zilizotawala kikoloni. Kwa kweli, ilikuwa nia ya kimfumo kufundisha itikadi hii na kuwagawa watu na kufanya kazi kwa bidii hadi watu hawa waamini kuwa wao ni tofauti. Watu milioni moja waliuawa ndani ya siku mia moja tu. Wazazi wangu na sehemu kubwa ya familia yangu waliuawa. Naitwa Samuel Ishimwe, mimi ni mtayarishaji wa filamu. Niko katika safari ya kujua mizizi ya wakoloni wa, wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda.

Kila kizazi nchini Rwanda kinapaswa kutafuta njia ya kukabiliana na siku za nyuma: waathiriwa, wahalifu, walioshuhudia. Ninaelekea eneo la kusini hadi Bugesera, mojawapo ya vijiji sita vinavyojulikana kama vijiji vya maridhiano vya Rwanda. Waathiriwa, wahalifu na watuhumiwa wa mauaji ya kimbari wanaishi hapa pamoja <tipasarate> Nemeye na Lawrence walikuwa pamoja wakati wa mauaji ya kimbari. Nemeye aliwaua watu wa familia ya Lawrence. Baada ya kufungwa miaka kumi jela alirudi kijijini. Je, wewe pia ulishiriki katika mauaji hayo? Ndiyo, hakika nilifanya. Je, uliwakata hadi kufa? Tuliwakata, tuliwarushia kila kitu tulichokuwa nacho, marungu, mapanga Kawapa kifo cha maumivu na mateso. Ulijisikiaje moyoni mwako baada ya kufanya mauaji? Mwanzoni moyo wangu ulitaka kukataa. Nemeye aliniandikia na kuniambia, nilimuua shangazi yako na watoto wake wanne. Nilifikiria jinsi wasichana wale mara nyingi walivyokuwa wakijivinjari na Nemeye na marafiki zake Niliwaona wakizungumza na kuwa pamoja. Nilikumbuka upendo alionao, na nilifikiria jinsi alivyoua kwa mapanga na marungu. Nilikumbwa na kiwewe na sikurejea tena kwenye maisha ya kawaida. Nilifikiria na moyo wangu ulizizima, na nilikuwa navuta taswira zote hizo. Ulikuwa ni uzoefu wa ajabu na sikuweza kuvumilia kujibu kwa muda mrefu. Nilihisi kama nitakufa pia. Leo binti ya Lawrence, Solange, ameolewa na mtoto wa mhalifu. Baba yake alikuwa miongoni mwa wanaume waliomuua dada yake. Lawrence, nilishiriki katika shambulio dhidi ya dada yake. Alikuwa dada yake mkubwa, alikuwa akitoroka na akakutana nasi karibu na Kiohoha nilipoishi na tulimuua lilikuwa shambulizi baya na nilikuwa sehemu ya mauaji hayo mm. binti yako alikuambia kuwa anampenda Vidaste uliitikiaje mwanzoni mm. mwanzoni nilihisi kuwa haiwezekani lakini nilichukua muda mwingi kuomba na kufikiria juu yake na kugundua kuwa baada ya msamaha hakuna hukumu niliamua kumwambia awe na yule anayempenda mm. Shake ya mm. Mm. Baba yako alipofungwa ili kuathiri vipi? Madhara kwangu yalikuwa kujua kuwa mimi ni mtoto wa mzazi ambaye alishiriki katika kumwaga damu ya binadamu. Hilo pekee nilihisi kama aibu kubwa sana nikicheza na wengine lakini nilibeba aibu, na nilikuwa mwangalifu nisiwadhuru tulipokuwa tukicheza. Nilihakikisha si wachokozi na niliepuka kusema mambo ya kuumiza, lakini yote yalikuwa kwa sababu ya aibu kwangu nanje. Hmm. hmm. Tulikuwa tunapendana sana. Nilikutana na watu wengi ambao walinikatisha tamaa, ambao walisema kijana huyo anatoka katika kabila hilo. twareveraga mumaranga moni twabona rumu. Tuliangalia vitambulisho vyao, ikiwa kilisema Mtutsi tuliwaua kwa sababu tu ya kabila lao. Tuliwaita adui wa nchi, mtu mbaya, mwovu. Lakini sasa watoto wetu si lazima wajue tofauti hizo. Hawatajua kuhusu mhutu mtuti wala mtwa, ukomoka kumututi ukomoka kumutwa. Tunapaswa kuwafundisha watoto wetu kwamba sisi sote ni Wanyarwanda bila migawanyiko yoyote, kwamba sisi ni wamoja, ili wakuwe wakielewa kuwa watu wote ni sawa bila migawanyiko yoyote mm. Sio mbali na kijiji cha maridhiano kuna makumbusho ya mauaji ya kimbari ya kanisa la Nyamata. Ndugu wengi wa Lawrence walipoteza maisha hapa na kuzikwa kwenye makaburi ya kumbukumbu. zaidi ya watu elfu kumi waliuawa hapa. Kuna zaidi ya watu elfu arobaini na tano wamezikwa katika makaburi ya pamoja. Watu waliuawa hapa na miili ilipatikana katika maeneo tofauti kwenye mji wa Nyamata. Baada ya mauaji ya kimbari, walionusurika walijaribu kukusanya miili ya watu wetu iliyotawanyika kila mahali, kwa sababu watu walikuwa wameuawa katika mitaa na mashamba kila mahali. Miili yote ililetwa hapa yamibirireyo barayikusanyije bayisangisha indi y'abandi bari jina langu ni laurensi nionagira na mimi pia nimenusurika na mauaji ya kimbari dhidi ya watusi mwaka 1994 nilisamehe lakini basi nilikuwa na tatizo kubwa binti yangu aliniambia kwamba alipendana na mmoja wa wale ambao jamaa zao waliwaua familia yangu nini kifanyike ili mambo haya yasitokee tena una maoni gani kitu pekee kinachoweza kufanywa ili kuzuia mauaji ya kimbari yasitokee tena ni kwamba wazazi wetu waliobakia wajaribu kuendelea kutuambia kwamba sisi sote ni Wanyarwanda bila ya kutufundisha itikadi mbaya au chuki au kuwaona wengine kama Wahutu, Watutsi, Watwa. Badala yake wazazi wetu wanapaswa kwanza kuponya majeraha yao, kisha watufundishe ili tuweze kufanikiwa. Hmm. Ninakutana na Gisele Ordof, mwanaanthropolojia kutoka Ujerumani, Rwanda. Katika mradi wake wa utafiti anachunguza kujitawala na heshima na utu katika mipango ya baadaye ya vijana wa Rwanda. Kama watu wengi katika kizazi chetu, alipoteza wanafamilia katika mauaji ya halaiki hapa. Ni mahala gani? Huo ndio msingi wa nyumba ya bibi yangu. Hapa ndipo nilipoishi kwa mwaka mmoja na nusu wa kwanza wa maisha yangu. Mara ya kwanza uliporudi hapa na mama yako na aliona mahali alipopajua ambapo aliishi utotoni mwake pameharibiwa kabisa, je, aliathirika vipi wakati huo? That asubuhi, tulizunguka kidogo kijijini na kuona kila kitu, na kisha machozi yakanitoka na akaanza kulia au tulianza kulia sana, na familia yetu ilituondoa barabarani na kutuleta kwenye nyumba ambapo watu hawawezi kuona kama tunalia. Na ninakumbuka wakati huu kuwa ilikuwa shida kidogo, kwa sababu nilifikiria kwa nini wanatuficha au kuna kitu kibaya kuhusu kuwa na huzuni. Ninapoona watu wengine wanalia, ninahisi nahisi kama Mungu wangu, kuna kitu kibaya kinaendelea. Nadhani inatokana na ukweli kwamba tuna utamaduni wa kuweka kila kitu ndani kila wakati, na unapolia au kuonyesha hisia ni kama kuwa uchi. Sijawahi kuona shangazi au mjomba wangu akilia, hata kwenye mazishi au vitu kama hivyo. Ndiyo unajionyesha kuwa dhaifu sana katika hali hii. Nadhani kwa wanawake ni bora zaidi, lakini kwa wanaume ni kitu kibaya zaidi. Nadhani katika maisha yangu ya utu uzima nimelia kama mara tatu kwanzia nilipokuwa na umri wa miaka kumi na minne. Nadhani nililia kama mara tatu tu katika maisha yangu ya utu uzima. Lakini je, nyakati nyingine unahisi kulia au haikutokei? <laughs> Unapokuwa na mtoto unakuwa na huruma, lakini nadhani ni hisia ya kila mara. Baada ya muda unajizuia usijisikie kulia na wakati mmoja hujisikii kulia, unajisikia huzuni, unahisi chochote, lakini haitokei. Kwa hivyo, je, una mipango gani sasa kwenye eneo hili? Tuna wazo la kujenga nyumba ndogo hapa ili kuwa na uwezekano wa kurudi hapa, kuwa hapa. Natumai na ninatamani binti yangu aje Rwanda na kuona mahali nilipozaliwa ambapo bibi yake pia alizaliwa. Mizizi yangu iko hapa na maisha yangu ya zamani yako hapa na mambo yote ya kutisha yaliyotokea pia yako hapa. Daima itakuwa sehemu ya maisha yetu. Najua mama yangu na bibi yangu walifurahia sana hapa na walitumia wakati mzuri sana na sitaki hili liondolewe. Vizazi vya watu wazima vilichukiana. Wahutu waliwachukia Watutsi na Watutsi waliwachukia Wahutu. Watu wazima waliwafundisha watoto wao kuwachukia watoto wengine ikiwa hawako katika kundi lile lile la Wahutu, Watutsi au Watwa. Kusoma kuhusu kuzaliwa Mhutu kulinifanya nifikirie kipengele kingine cha utambulisho wetu ambacho hakizungumzwi sana, idadi kubwa ya watu walio kimya, wenye asili ya mchanganyiko. Nilishtuka siku hiyo Nilikaribia kulia katika darasa lile. Ilikuwaje? Jana nilikuwa nimenusurika na mauaji ya kimbari, na sasa nageuka kwa mtoto wa mtu anayedaiwa kuwa mhusika wa mauaji ya kimbari. Katika kitabu chake Fiston Mudakumura anaeleza jinsi alivyokulia katika familia ya Watutsi walionusurika katika mauaji ya kimbari. Lakini kutoka siku moja hadi nyingine, utambulisho wake ulibadilika, kwani aligundua kuwa baba yake hakuwa Mtutsi bali Mhutu ambaye alishutumiwa kufanya kazi na wahusika wa mauaji ya kimbari. Unajisikia aibu kila wakati, unahisi kuwa umeshikwa katikati, kwa sababu huwezi kumchukia huyu au kumchukia yule, kwa sababu wote ni wewe. Marafiki zako walikuchukuliaje, waliodhani kuwa wewe ni Mtutsi kwa sababu walimfahamu mama yako tu, hivyo wakadhani wewe ni mtu aliyenusurika? Je, kulikuwa na watu wowote wa waliohisi hivyo? Leo watu hawataki kuzungumza juu ya mada kama hizo, kwa sababu wanajua kuwa watu huchukulia tofauti sana Wanajua kwamba bado ni swala lenye utata. Kuanzia siku hiyo uliposikia eti baba yako alihudhuria baadhi ya mikutano ya kuwaua Watutsi, ulijichukia. Hilo lilibadilikaje? Bila shaka, kila mtoto anataka kuhusishwa na mashujaa. Hakuna mtoto anayetaka kuhusishwa na wabaya. Kwa hivyo, unasikia hadithi hizo zote za kishujaa za askari wa RPA na unahisi kama unataka kuhusishwa na askari wa RPA mpaka unakuwa kijana na kuanza kugundua labda baba yako alikuwa mhalifu, na unaona ni aibu. Siwezi kusema hivyo kwa mtu yeyote, kwamba baba yangu alikuwa mwovu, kwa hakika hadi nilichapisha kitabu Nadhani sisi ni kizazi cha mpito kutoka kwa waumini wagumu wa Wahutu na Watuti kwenda kwa wasio waumini wa Wahutu na Watuti. Gen Z hajali sana juu ya vitu kama hivyo, kwa hivyo tuko katika ndani ya vizazi hivyo viwili. Leo watoto shuleni wanajifunza kwamba sisi sote ni Wanyarwanda. Maneno ya Wahutu, Watutsi na Watwa yanadaiwa kuwa historia na yalitolewa kwenye vitambulisho. Katika chakula cha jioni nyumbani kwa mjomba wangu, nataka kujua kutoka kwa binamu yangu ikiwa suala la mgawanyiko bado ni mada katika kizazi chake. <coughs> wakati mwingine hutokea. Nilipokuwa shule ya sekondari kulikuwa na watoto ambao walikuwa wamekaa na kujipanga, akisema huyo ni Mtutsi, yule Mhutu. Ndiyo, hutokea wakati mwingine. Watoto hawa wanayatoa wapi haya? Kwa sababu ikiwa ni rika lako, walizaliwa miaka kumi baada ya mauaji ya kimbari. Je, watoto hawa walipata wapi vitu hivi? Kwa kile ninachojua wanavipata kutoka kwa wazazi wao wenyewe, wanawaambia kilichotokea, lakini wakati mwingine nadhani wanawaambia uongo, kisha wao pia hukasirika na kusema tutatengamana tu na watu wa aina yetu, au sema tutazungumza tu na watu wetu. Hmm. Hmm. Unafikiri itafika wakati migawanyiko itatoweka kabisa? <mulia> watu wataiona kama historia kwa sababu wanaiona kwenye TV, labda hawataelewa sana kama ambavyo wengi wetu tuliopitia, lakini watajua kuhusu hilo. Mauaji ya kimbari ni uhalifu ambao ni zaidi ya upeo wa ubinadamu. Hatuwezi kuyashinda kwa urahisi. <mulia> Jinsi unavyowaona vijana wakiishi pamoja, unaona kwamba migawanyiko itaisha baada ya muda. Watajifunza tu kama historia. Ari amateka, ari amateka. <coughs> Ukifikiria juu ya familia ya baba yangu kwa mfano, kati ya wanaume watano wanawake sita, ni mwanaume mmoja tu aliyenusurika na wanawake wawili. Nadhani kama ningekuwa mtutsi mtu mzima mnamo mwaka 1994 huko Kigali, labda ningekuwa nimekufa. Uwezekano mkubwa zaidi ningekuwa nimekufa. When you, when you said we've tunapozungumzia kiwewe cha Wanyarwanda, ingawa nilisema jinsi kilivyo kikubwa, siamini kuwa huo ndio utambulisho pekee tulionao, na hili ni muhimu sana ili watu wasibakie na dhana hiyo, inawezekana kukumia. Historia ya Rwanda siyo tu Wahutu, Watutsi, Watwa. Historia ya Rwanda ni zaidi ya hapo. Jambo muhimu zaidi kwetu ni kujua tulikuwa nani kabla ya mtu kuja na kutuambia kitu tofauti. Baada ya kugundua kuwa historia yetu imepotoshwa, basi ni juu yetu kuchukua hatua kuibadilisha na kuijenga jamii mpya. Hatujui itakuwaje katika miaka 30, 40 ijayo. Inabidi tuwe makini, inabidi tuwe macho. Kwangu mimi, lililo muhimu zaidi sio kumwadhibu mtu yeyote, au mtu kuaibishwa. Hiyo haijalishi, ni kurudi kama tulivyokuwa zamani. Mwishowe, una haki ya kuishi maisha mazuri, unaweza kuishi maisha mazuri.